Wilaya ya 13 huko Paris imekuwa kitovu cha wasanii wa uchoraji kutoka Ufaransa na ulimwengu kote. Spot 13 ni shirika lisilo la kiserikali ambalo lina ruhusa kutoka kwa baraza la mtaa kutumia sehemu hii iliyo wazi chini ya daraja la barabara. Joko ni mwanzilishi wa Spot 13 Ca, hii ni saini yangu, muundo wangu. Ni mtaalamu wa skateboard kwa sababu napenda mchezo wa kuteleza kwenye barafu, na kuna kauli mbiu inayosema taking art towards infinity and beyond iliyoandikwa kwenye t-shirt. Inamaanisha kutokata tamaa na kulenga nyota daima, kwenda mbele zaidi. Hili ndilo ninalojaribu na kufanya, ingawa mambo sio rahisi kila wakati. Kuna mambo mengi ya kusikitisha yanayoendelea sanaa ni njia nzuri ya kutuliza akili yako. Unapofanya sanaa wewe ni mtulivu, na huleta hali ya amani kwa wale wanaotazama. Pia ni vizuri kuwa na mahali maalum ambapo sanaa na asili hukutana. Ingawa tuko chini ya barabara, inahisi kama tuko mashambani na tuna hisia ya uhuru. Inashangaza kutambua kwamba kwa ujumla hakuna nafasi nyingi kwa wanawake katika sanaa ya mijini katika Spot 13. Katika Spot 13 tunataka kuangazia wasanii wa kike na kuweka jukwaa lao kuu la kazi. Kuna wanawake wengi wanaowakilishwa hapa. Ziangu ya sanaa imechochewa na kabila la Toraja kutoka Sulawesi nchini Indonesia. Nadhani ni muhimu kuonyesha kazi za sanaa kutoka kwa makabila madogo ambayo hatuyajui vizuri na ambayo yanatoweka. Ninajaribu kuangazia malengo yao ya jadi kutoka kwa mtazamo wa kihistoria. Mimi ni kama mwanahistoria wa sanaa nikijaribu kuhifadhi kumbukumbu na kuashiria mapito ya kila mwanadamu duniani. Juhudi zilizowekwa na watu kama Joko katika Spot 13 huwapa wanawake nafasi ya kupaka rangi na huwaweka wanawake katika uangalizi. Ingawa swali la jinsia bado lipo, sidhani kama ni swala. Katika Spot 13 kila mtu anakaribishwa hapa bila kujali historia ya kijamii, utambulisho au jinsia. Kuweza kupaka rangi hapa ni fursa nzuri kwangu, kwa sababu inaniwezesha kufanya kazi kwenye ukuta mkubwa ambao ni wa kwanza kwangu. Ni ngumu kidogo, lakini inamaanisha ninaweza kukuza ujuzi wangu na wakati huo huo kukutana na watu mitaani. Katika Spot 13, ina mwelekeo wa familia sana. Watu wengi huja na kuuliza maswali. Kwangu mimi sanaa ni juu ya yote kuhusu kushiriki na ninaweza kufanya hivyo hapa.